Hivi hii inaitwa maji ya mdimu au majani ya mdimu? Asalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Mimi naitwa Asfar na hii ni hapo zamani za kale. Maji ya mdimu, maji ya mdimu ya kubidua, yakubidika, yamle, yamle, yamle brother. La. La, <laughs> la! maji ya mdimu, mchezo kama huo. Maji, majani ya mdimu inamsaidia mtoto kuwa na nidhamu, kwa sababu ile kukaa pale akatulia ile peke yake ni nidhamu. Kama wewe ni mpenzi wa hapo zamani za kale, na kuomba usisahau kushare na kusubscribe. Asalamu alaikum.